Mtazamaji wa Sports Fact Tz, uko poa sana mtazamaji, endelea subscribe ku kuen kwenye tv hii bana. Leo nimekudondoshea taarifa kutokea kuna ka klabu ya wekundu wa msimbazi Simba, ambapo kuna taarifa ambazo ni za kuaminika sana, ambapo huenda kuna wachezaji ambao wanatajwa kuwa ambao huenda wataondoka kunaka klabu ya wekundu wa msimbazi Simba. Uh, hii ni kutokana pia, huenda sio mpango wa mwalimu Steve Backer baada ya kuto isha benchi jipya la ufundi la kikosi uh, cha wekundu wa msimbazi Simba. Wapo pia baadhi ya nyota ambao wanahitajika na vilabu mbalimbali ikiwemo mbali. E, pia e, vilabu kutokea ukanda wa UNAF kule, na warabu wakizidi pia kumwaga pesa e, kunako kikosi cha Simba kwa ajili ya kuwahitaji nyota hao. Wapo baadhi ya nyota ambao e, mikataba yao pia inakwenda e, kumalizika na wao wakiomba pia kuhitaji kuondoka kutafuta e, changamoto nyingine na wengine ambao Simba ng'amua pia kuwatoa kwa mkopo. Eh, kwenda kwenye vilabu eh, vingine. Endelea kusubscribe kulike pia ku comment bana eh, wachezaji hao eh, yupo Kibu Dennis Prosper eh, mchezaji ambaye amekuwa pia na wakati mzuri na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. eh, Kibu Dennis Prosper anahitajika na kikosi cha Al Ahli Tripoli ya pale nchini Libya, ambao wao wametenga dau la kiasi cha shilingi eh, milioni mia saba kwa ajili ya kuinasa saini ya Kibu Dennis. Mazungumzo yanaendelea baina na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, na kwa namna ambavyo, e, Simba inaonekana inahitaji dau kubwa kuzidi dau ambalo Aliahali Tripoli e, wameliweka, na kwa Mwalimu Steve Becker bado anaonyesha nia kumhitaji Kibu Dennis Prosper kubakia kikosini hapo na kumtumia kunako michuano mbalimbali, lakini yeye Kibu Dennis anahitaji kuondoka klabuni hapo eh, kwenda kutafuta changamoto nyingine. Hii ni kutokana pia na Al-Ahli Tripoli kumtengea dau nono la eh, mshahara wake pamoja na signing fees. Eh, ipo pia klabu moja kutokea kule nchini Iraq ambao wanamhitaji pia Kibu Denis e Prosper kwa ajili ya kwenda kukitumikia kikosi hicho, lakini mwingine ni Jean Charles Ahoua eh, mchezaji ambaye amekuwa pia na wakati mzuri na klabu ya Simba lakini kwa msimu huu wa 25 26 imekuwa tofauti kidogo. Amekuwa pia akitumikia benchi sana sana eh, toka aje mwalimu Pantev eh, lakini pia ujio wa beka ni kama ameanza kupata namba. Taarifa zinasema kwamba kikosi cha RS Berekane wao wametuma ofa kwa kikosi cha Simba kumhitaji mchezaji huyo ambaye amebakiza mkataba wa miezi sita tu na kikosi cha Simba, lakini eh, Raja Kasablanka ambao iko chini ya mwalimu Fadul Davis inamhitaji kwa kiasi kikubwa sana mchezaji Jean Chale Ahoua, na tayari imetenga dau nono la takribani zaidi ya milioni 600, eh, kumhitaji mchezaji huyo, na inaarifiwa kwamba eh, shinikizo kubwa ni eh, mwalimu Fadul Davis pale Raja Casablanca anamhitaji Jean Chale Ahoua eh, kwenda kumtumia na kikosi hicho, kwani pia anamfahamu vema. E, toka alipomvuta kumleta pale Simba e, na akiwa pia na mafanikio mazito kwelikweli na klabu hiyo ya Simba. Kwa hiyo Fadul Davis ameweka nguvu kubwa kumuhitaji bana. Mchezaji mwingine ni Mzamiru Yassin ambaye anahitajika na vilabu vya Mbeya City e, TRA United pamoja na kikosi cha Namungo ambao wameonyesha nia ya kumuhitaji mchezaji huyo ambaye E, mkataba wake pia unaelekea ukingoni na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba e, timu kubwa ambayo inapewa chapuo e, kuhitaji kumchukua Mzamiru ni Mbeya City ambao wameonyesha nia kubwa kweli kweli e, ya kumhitaji Mzamiru Yassin. Uh, si, uh, Selembi ambaye inamhitaji kwa kiasi kikubwa na Simba uh, wameonyesha nia kubwa ya kuhitaji kumpeleka pale kwa mkopo Mbeya City uh, kwenda kumalizia mkataba wake akiwa pale Mbeya City Valentino Mashaka Ani miongoni mwa wachezaji ambao pia wanahitajika na kikosi cha TRA United, na mazungumzo yanaendelea, TRA wakihitaji kumchukua mchezaji huyo kwa mkopo wa miezi sita kwenda kukitumikia kikosi hicho cha TRA United. Valentino Mashaka alikuwa na wakati mzuri na kikosi cha under 20 lakini kwa Simba ya wakubwa ni kama bado haja click kwenye mfumo wa timu hiyo, na amekuwa pia akitolewa kwa mikopo kwa vilabu kadhaa. TRA pia wanahitaji saini yake. Bana Awesu Awesu pia anahitajika na kikosi cha Mbeya City na mazungumzo yanaendelea pia, Mbeya City ambao wamehitaji nia kubwa sana ya kumchukua Awesu, Awesu. E, kuna kodirisha dogo hili la usajili na kutokana na kukosa namba pia kwenye kikosi cha kwanza cha Simba na hata kuto kupangwa kabisa kwenye michezo kadhaa pale Simba, imepelekea pia wesu awesu kuomba kutafuta changamoto nyingine e, kunako vilabu vingine na Mbeya City wao wameonyesha nia kubwa sana ya kumuhitaji Lada Kichasambi. Pia ni miongoni mwa wachezaji ambao e, wanatajwa kuhitaji kuondoka kunako kikosi cha Simba, na Chasambi anaarifiwa kuhitaji kutimkia e, kwenye kikosi cha Singida Black Stars pamoja na klabu ya Mbeya City ambao wameonyesha nia kubwa pia kumuhitaji Lada Kichasambi kunako dirisha dogo hili. Taarifa Singida Black Stars kumuhitaji Chasambi ni kubwa zaidi kwa hivi sasa, wao wanakihitaji pia huduma ya Chasambi, kuna pengine inaweza ikatokea swap deal baina ya beki wakati wa Singida Black Beki wakati wa Singida Black Stars na mchezaji wa zamani wa ASEK Mimosa Anton Traby mwenye umri wa miaka 27, ikapigwa swap deal baina yake na uh, Lada Kichasambi kuelekea pale Singida, alafu Anton Traby akatua pale Unyamani. Hizo ni taarifa za baadhi ya nyota uh, kuhitajika kuondoka kunako klabu ya Simba. Endelea kusubscribe, like na kucomment.